Watu wengi wamekuwa wakihoji na kuuliza juu ya ukweli na uhalisia wa taarifa ambazo zinatueleza ya kwamba Luis Jose Miquissone anarejea kunako kikosi cha uekundu wa Msimbazi Simba. Maswali yamekuwa mengi kwelikweli kweli. Hivi sasa nimepata majibu juu ya maswali hayo yote ambayo yamekuwa yakiulizwa na hii inaonyesha mashabiki wengi wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi wana shauku ya kutaka kujua nini kitatokea. Je, Miquissone anakwenda kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mara nyingine au, uh, hakuna ukweli juu ya taarifa hizo? Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe tu jambo moja. Kama bado haujawa mwanafamilia wa chaneli yetu pendwa, unazidi kupitwa na taarifa nyingi sana, taarifa kemkem za kimichezo lakini pia burudani. Sasa nini ufanye ili usiendelee kupitwa na taarifa hizo? Tafadhali hakikisha unabonyeza alama ya kengere iliyopo chini ya video hii inayosomeka kama subscribe. Mara baada ya kufanya hivyo, kuna alama moja ya kengere itatokea nayo, na utaibonyeza mara moja, na kwa kufanya hivyo tu tayari utakuwa umekwisha kujisajili na kuwa mda wetu wa karibu kabisa wa channel yetu pendwa na utaendelea kujipatia madini mbalimbali ya kimichezo na burudani kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe hivi sasa, bonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video yako nami, uh, na kuahidi tu hakuna taarifa yoyote ya kimichezo na burudani ambayo itakupita. Yes, msemaji um, wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ally amefunguka juu ya suala la Luis Jose Miquissone kurejea kunako kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ahmed Ali amefunguka na kudai ya kwamba wanafurahishwa kweli kweli na kiwango cha Luis Jose Miquissone uh, katika klabu ya UD Songo na wanatambua ana jambo ambalo anaweza kulifanya endapo atajiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kuhusiana na mpango wa Simba Sports Club kumrejesha Louis Jose Miquissone unyamani, jibu ni ndio. Simba Sports Club wana mpango huo na tayari wamekwisha kuwasiliana na Luis Jose Miquissone. Yeye kwa upande wake amesema yuko tayari kurejea kuitumikia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba zisimba na kinachosubiriwa hivi sasa ni mazungumzo ya pande mbili baina ya Simba Sports Club na klabu ya UD Songwe. Endapo mazungumzo yatakwenda vizuri, basi Luis Jose Miquissone anakwenda kurejea tena katika klabu ya soka ya Simba.